Tunakwenda kufunga hatua ya makundi ya mashindano ya CAF kwa maana ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho, huku Tanzania tukiwa na mengi ya kujifunza kuelekea msimu ujao. Katika makundi yote hakuna timu iliyoweza kushinda michezo yote mitano iliyocheza, kwa maana ya kwamba hii inatoa tafsiri ya moja kwa moja kwamba makundi yalikuwa magumu, ndio maana ukiangalia kundi kiongozi anaongoza ni piramidi akiwa na pointi 13, kwa maana ya kwamba tayari kashadondosha pointi mbili katika michezo mitano aliyoingia uwanjani. Kundi B yupo Al Ahli akiwa na pointi tisa, tayari kashadondosha pointi sita katika michezo yake mitano ambayo ameingia uwanjani. Kundi C amesimama Al-Hilal wa Mdimani pamoja na Kundi D, ambako ni kundi la Simba. Kundi D yupo Dayanga African Sport Club, Kundi D yupo Simba Sport Club. Tayari Simba ameshatolewa akiwa na pointi mbili, anakwenda kukamilisha mchezo wa mwisho. Hii nikuhii wanatakiwa tu kujipanga ili waweze kukamilisha mchezo kwa matokeo ya ushindi. Dayanga African Sport Club ana matumaini lakini matumaini magumu sana kuweza kufuzu shirikisho Azam FC anamaliza ugenini pale Moroko dhidi ya Wydad, kinara wa kundi mwenye pointi 12, akifuatiwa na ES Manyema mwenye pointi 9 pamoja na Azam mwenye pointi 9. Singida, si, Singida Big Stars ana pointi 4, chini ya akifuatiwa juu yake akiwepo Stellenbosch ameshafuzu ya yasotoa ameshafuzu. Manake si Singida Big Stars anaenda kukamilisha ratiba ili kujipanga kwa msimu ujao. Nini kwa Watanzania tunahitaji? Kwa sasa Watanzania tunahitaji kuona timu zetu hazimalizi mizunguko kwa fedheha. Tunahitaji kuona timu zetu zikimaliza mashindano hatua ya makundi kwa ushindi, japokuwa kuna nafasi kwa timu ya Azam FC, lakini pia kuna nafasi kwa timu ya Dayang African Sport Club. Japokuwa kwa upande zote mbili nafasi ni ngumu, nafasi ni mtego, nafasi iliyopo ni sawa na kusema panya na uwezo wa kumua tembo. Nafasi ni ngumu kwa upande wa Yanga. Kwanza Yanga wanaomba kwanza Fala Abati apoteze dhidi ya Al Hilali, kitu ambacho kinaleta ugumu kwa tafsiri ya haraka haraka, kwa sababu kwanza wale wote ni Warabu na ukizingatia Ali Hilali ameshafu Ali Ahli amesha ameshafuzu. Sasa kama Ali Ahli ameshafuzu, kwa tafsiri ya haraka haraka inaleta ugumu fulani hivi kuona Ali Ahli anaweza akamkamia mwalabu mwenzie amfunge, ili Muafrika mweusi ashinde aende akafuzu aende naye makundi. Tunafahamu kuna ile tabia ya kuweza kubebana, mnabebana kikanda, mnabebana kikanda. Tunaamini pengine Al Ahly anaweza akatumia mwanya wa yeye kufuzu akambeba FAR Rabat, kwa maana ya kumpa matokeo ya sare, wapambane uwanjani ndani ya dakika tisini wapate sare, jambo ambalo litakuwa limegharimu na limeikata moja kwa moja Yanga Afrika, kwa sababu Yanga wanachohitaji ni kuona na poteza lakini huku, au wakiushinda kwa ushindi wa kishindo, kwa maana ya ushindi usiopungua magoli matatu kwa sifuri na kwenda juu. Kuhusu hilo hatuna shaka, Yanga wana uwezo wa kufanya hivyo, kwa sababu walishafanya mara kadhaa. Pindi inapokuwa linapokuja swala la aggregate, huwa hatuna shaka nao, lakini je atapoteza ndo swali la kujiuliza. Katika kombe la shirikisho, Azam Football Club anamaliza ugenini Moroko, katika uwanja ambao waua wa ukifurika wa, wa, wa mashabiki, mashabiki ni wehu, wakiamuaka kushangilia, mwanja huo ni wa moto dakika zote tisini. Ndipo wanapoenda kumaliza Azam FC. Swali la msingi ni je, ataweza kumfunga Widadi na Azamu anahitaji ushindi si wa goli moja, anahitaji ushindi wa kuanzia goli mbili kwenda juu. Goli mbili bila au goli mbili lakini kwenda juu. Sasa je, kwa performance ya Azamu, kwa uwezo wa Azamu, kwa uzoefu wa Azamu kwenye mashindano haya, je, wana uwezo wa kwenda kumfunga Wydad ambaye tayari ana experience kubwa kwenye mashindano haya na alishachukua makombe mara kadhaa yeye. Yeah, yeah, kufika hatua ya fainali nusu finali siyo shida, zake ni vitu ambavyo alishazoea. Je, yeah, atakubali kufungwa ili kufungwa na timu ambayo ndio kwanza imeweza kuingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza timu ambayo malengo yake yalikuwa ni kufika hatua ya makundi lakini huko mbele zaidi yalikuwa ni majangwa. Je, yeah, ataweza kuruhusu timu yenye uzoefu wa chini kiasi hiki mpige goli mbili? Ni jambo ambalo pia na lenyewe ni gumu, jambo ambalo kwa tafsiri ya haraka haraka, ni haliwezekani hata kwa Dayan African Sport Club aliahali kumfunga Falabat ili Yanga afuzu pia kwa tafsiri ya haraka haraka, kwa mtazamo ya kiafrika na kibinadamu ni gumu na haliwezekani. Lakini mpira, sifa ya mpira, mpira ni mchezo wenye matokeo ya kikatili. Mpira ni mchezo ambao unakupa matumaini pasipo na matumaini. Mpira una uwezo wa kutuonyesha maajabu. Ulikuwa Home of Information, familia nyumba ya habari, nyumba ya taarifa mbalimbali. Tunaelekea weekend, sisi mkazi yetu ni kusubiri mm -hmm na kutazama timu zetu zimejipangaje kuelekea kukamilisha michezo ya makundi kwa ajili ya kuelekea hatua inayofuata kwa watakaokuwa wamefuzu. Ni timu chache ambazo zimeshafuzu tayari. Mfano katika kundi A, Pyramid in Ars Belkano ameshafuzu tayari. Kundi B, tayari Al Ahlin ameshafuzu. Bado falabati. Kundi C, Al Hilal Omdurman tayari ameshafuzu. Ah no, sio Al Hilal. Kundi A, yeah yeah yeah, Al Hilal Omdurman. Huku kundi D, Stade Malien naye pia ameshafuzu. Kwa hiyo weekend njema kwa mashujaa wanaowakilisha taifa la Tanzania, na pia michezo yenu mkaikamilishe na mkaimalize kwa ushindi, mkaimalize kwa kishindo, kwa timu zinazomaliza nyumbani na wanaomaliza ugenini pia wajitahidi. Ulikuwa Home Of Information, kikubwa tu ni kuombe usisahau kusubscribe, like then share Toa so, maoni yako tuongeze nini na tupunguze nini? Asante sana, asante sana and shout out sana, bila wewe mimi sio kitu. Asante sana.